Okay, umekuwa una swali unataka kufuga kuanza ufugaji wa kuku lakini hujui unaanzaje? Asa, leo mi nitaenda kukufundisha mbinu za kuanza ufugaji wa kuku, na ukiapply mbinu hizi utaweza kufika malengo makubwa. <coughs> Cha kwanza kabisa, kama ni mara yako ya kwanza unaanza kufuga kuku, huwa tunasema mifugo yako ya kwanza ni darasa, mifugo yako ya kwanza ni darasa kwa sababu kuna tofauti ya kusoma kwenye vitabu. Unaweza kuwa umesoma kwenye vitabu magonjwa ya kuku sijui nini, lakini ukija kwenye uhalisia sasa, ndo unao kuku wako, kuna vitu utavigundua vipya ambavyo huweza kuvijua mwanzo na wala usingeweza kuvijua bila kufuga. Sawa, eh? Kwa hiyo, cha kwanza kabisa, unapotaka kuanza ufugaji wako wa kuku, kumbuka wale kuku wako wa kwanza ni darasa lako lile, kwa hiyo kama ni darasa, basi usianze na wanafunzi wengi, kwa sababu kama darasa ukianza na wanafunzi wengi utashindwa kuamudu, mwisho wa siku utaishia kupata hasara, watakukimbia. Kwa hiyo kama unataka kufuga kuku unaanza anza na kuku wachache, anza na kuku wachache, kwa sababu lengo hapa mwanzoni sio kupata faida kubwa. Hapa mwanzoni lengo ni kupata elimu na ujuzi juu ya ufugaji wako wa kuku hiyo ndiyo sababu ya kuanza na kuku wachache. Ukianza na kuku wengi, wanaweza kupata changamoto ndogo tu, ukashangaa umeamka asubuhi, banda lote lile upe wamekufa kuku 20 30 kwa siku, ukaanza kuona ufugaji wa kuku haulipi, ufugaji wa kuku ni hasara. Kwa anza na kuku wachache, kama ni machotara, nina kuku wako 20 25, basi usizidishe hapo, wakati wanakuwa, utaanza kuj... na usianze na vifaranga. Hiyo ni option ya pili, usianze na vifaranga, anza na kuku chotara ambao tayari wana miezi miwili. Ukija ukiangulisha wewe vifaranga wako kwa sababu utakuwa uja wanunua umewaangulisha wewe, hata ukiwa unafuga ukiwa unafanya mistake wakawa wanakufa, haupate hasara kuliko unaanza ufugaji wa kuku na vifaranga tu Umeenda umenunua vifaranga, ghafla unaamka asubuhi vimekufa hamsini, kesho hamsini. Angalau wana miezi miwili, wameshavuka stage zote, chakula, chanjo zote, kuangua vifaranga wewe mwenyewe ukishindwa kuwalelea, akifa bado mtaji unao, wale wakubwa kwao wataendelea kutaga mayai. Kwao ukiona vifaranga au beshi imekufa unajiuliza nilikosea wapi, nilikosea wapi, nilikosea hapa, unavyototoresha vingine unarekebisha, hivyo hivyo, kwa hiyo unapata elimu, ili mwisho wa siku unavyokuja kununua vifaranga, una, una una elimu. Vifaranga wengi basi uweze kuwatoa wote na uweze kupunguza idadi ya vifa kitu kingine cha kuzingatia unapoanza ufugaji wa kuku, anza na kile ulichonacho. Anza na banda ambalo unaweza kulimudu, kama hilo unaloliona hapo. Si lazima uanze na banda kubwa la matofali ya bloku, sijui ni ah. Kwa sababu ndo unaanza, anza na ulicho nacho, anza na kidogo kidogo, anza na banda lako la mabanzi la wastani la mita mbili hata kwa tatu au mita moja kwa mbili ni sawa, lakini anza na banda dogo, banda ambalo sio la gharama kubwa. Tunachoangalia hapa kwenye ufugaji wa kuku, faida iko kwa kuku, sio kwa banda peke yake. Haina maana una banda zuri alafu unafuga kuku wawili. Uzuri wa banda utaona sawa, wakati unaanza lengo lako ni iko kwa kuku, sio kwenye banda. Anza na banda ambalo ni dogo, ili la kawaida kabisa. Hata ukitumia mabati pembeni na juu ni sawa, lakini hakikisha tu usalama wa kuku upo. Usalama wa hao kuku unapatikana, wadudu wasiingie. Kitu kingine, jiunge kwenye magrupu ya ufugaji. Mfano sisi Mkongwe Farm tuna groupu la WhatsApp la ufugaji kule kuna watu ambao ndio wanaanza, kuna watu ambao wana wanafuga wana miaka 10 15, wanafuga kazi ya hizo group, utakuwa unaulizia vile vitu ambavyo vinajitokeza vidogo vidogo ambavyo unashindwa kuvielewa, utakuwa unauliza wazoefu, jamani, kuna hichi na hichi nichi nini, nafanya nini? Ndio kazi ya kuwa na jumuiya. Sisi Mkongwe Farms tuna group za aina mbili, una group ya kwanza ni ya free bure kujiunga na kuna grupu nyingine ambayo ni ya VIP ambao kujiunga ni shilingi elfu tatu tu kwa mwezi. Kwa kama unataka kujiunga na kwenye grupu weka comment yako chini kwenye hii video, mimi nitakutumia namba ya kwenye kwenye grupu utajiunga. Kwa hiyo kuwa na jumuiya ya watu ambao wanafanya kile unachokifanya ili waweze kukusaidia. Kitu kingine ni kwenye upande wa chakula na uandae vyombo. Naona jogo zangu zinapiga kazi kweli kweli. Unaandaa vyombo vya kulia chakula sasa. Kuna somo nitakuonesha baadaye, au unaenda kwenye video zetu hizo za zilizopita, kuna somo utaona la vyombo vya chakula vya kuku. Alafu kitu kingine ukishakuwa na vyombo, kuna dawa za muhimu unatakiwa uwe nazo dawa ya kwanza ya muhimu ambayo inatakiwa uwe nazo ukiwa mfugaji wa kuku, ndo unaanza ni OTC asilimia ishirini, inaitwa OTC -si. asilimia ishirini. Afu nunua multivitamini sawa, nunua dawa za minyoo za kuku, tumeelewana eh? Hizo ni za kwanza, tunasema OTC asilimia ishirini kwa sababu OTC ina uwezo mkubwa wa kutibu magonjwa karibia yote ya kuku kwa sababu ndio unaanza kuna vitu vitakuwa vinatokeatokea, uelewielewi kwa kama uelewi anaarisha wanafanyaje, unaweza ukatumia 90 na wakapona waka kitu kingine, zingatia chanjo, fata ratiba za chanjo, uliza kwenye magrupu jamani. Wewe, kama umeingia grupu la Mkongwe Farm, waulize jamani, chanjo nyie mnatoa mnatoatoaje kwa mda gani uweze kuji funza kitu kingine cha kujifunza kwenye ufugaji wa kuku kati unaanza na kuku wachache ni formula ya chakula. Asikudanganye mtu, formula ya chakula huwa unaifanyia practice wewe mwenyewe, unaweza pia ukaimodify wewe mwenyewe. Sasa uwezi kumodify formula kwenye kuku mia tatu, mia nne, mia tano kwa mara ya kwanza, itakula kwako Lazima unavoanza kidogo hivyo, wanavokuwa ndio una modify formula. Hichi kitu hichi mbo sitakiweza, gharama yake kubwa hivyo, ngoja niwabadilishie, ni wape hichi, unawapa unaangalia ukuaji wao e? mbona wanaendelea kukua vizuri, hebu ngoja nibadilishe hichi, nipunguze gharama tena chakula, unafanya mbona wanakuwa vizuri e? mbona mwisho wa siku unajikuta umepata formula yako ambayo yenye gharama ndogo na matokeo bado yanatoka makubwa kwao. Hata kuku wako atakapokuwa wengi 400, 500, 600, unatumia formula ile ile ya chakula ambayo tayari uliona inafanya kazi, lakini ni ngumu kuintroduce kitu kipya hasa kwenye upande wa chakula kwenye kuku wengi kwa mkupuo inaweza kukupa hasara kubwa mno. Alafu, kitu kingine, ukiwa unaanza, kuwa mvumilivu kuwa mvumilivu, usitegemee unune kuku leo afu kesho unataka waanze kutaga. Hapana, kuwa mvumilivu, vitu vina take times. Kupata faida inachukua muda, sio tu swala la siku moja au siku mbili. Unune kuku wa miezi miwili, utawafuga tena miezi miwili na nusu, ndio ataanza kutaga kwa mara ya kwanza. Hapo ndo utaanza kupata faida. Kwa hiyo kama unataka kujifunza kuanza ufugaji wa kuku, anza kidogo ili ujifunze, usikwepe hiyo stage, ni muhimu sana katika ufugaji wako wa kuku. Karibu Mkongwe Farm.